Wengi wanajua na yuko bibi mmoja aitwa Margaret Hamilton. Huyu bibi alikuwa mchawi, mchawi maarufu wa Scotland. Alikiri kufanya mapenzi na jini mwanamume, na yeye mchawi akajigeuza kuwa mbwa uh, wa mwenye rangi nyeusi. Haya mambo uh, ya majini ni mambo yako, hata mkiona watu wanapandisha mashetani au wanaumwa matatizo uh, uh, ya kijini Eh, na watu wanakuja wanawatoa. Haya ni mafunzo ya kutoka kwa Saidina Isa alaihi salam au Jesus. Hebu mtizameni Yesu alivyokuwa akipunga majini, akitoa mtu mwenye jini mbaya, anafanyaje huyo hapo eh? Jesus eh, kama ilivyo katika Biblia Sasa utamwona Jesus anakuja zaa mkono wake, alipokea mkono inatoka kimvuli eh? cha kiutume kutoka mkono wake tuna, alafu inamshika yule nini, anatoa naona kimvuli hicho. Jesus, mkono wake uko mbali, lakini fanya hivi eh? kikatoka kimvuli cha kumtoa huyu mgonjwa wa shetani eh? kama wanaofanya wataalamu wetu hapa lakini kwa hiyo, inaenda kufahamisha mambo haya yako, sijidai si, si, kwamba ushirikina au nini, kiwa shirikina kama umeandikwa ndani ya vitabu nda, basi nauwe ushirikina. Sasa hivi naona lazima tuwape, uh, baki dakika kumi uh, tu uh, uh, nafasi kwa maswala uh, na majibu kwa wale wanataka, mtazamaji wa Channel 10 uh, kama una swali lolote au maoni yoyote kuhusiana kipindi hiki cha nyota zenu, tafadhali tupigie simu namba hizo.